Peso nyango aki, sijaamini ama leo ni full day. Umejua saa zingine naweza kaa hapa na kumbe ni full day. Mimi sijaamini kama Raila amekufa aki, hata kama ni kifo angeanza na mimi basi. Kama hiyo kifo ingekuwa inachagua mimi, nimekubali, nimejitolea hiyo kifo irudishe tu Raila ili, ili achukue mimi tafadhali.